E, tuko hapa mkoa wa Singida sasa yapata wiki moja na tunatarajia kuwa hapa kwa muda wa wiki tatu kushiriki michezo ya Mei Mosi ya mwaka 2025. Sisi Wizara ya Ardhi ni wadau wakubwa wa michezo mbalimbali mbali, ikiwemo michezo hii ya Mei Mosi na msafara wetu una watumishi hamsini na nane ambao wamegawanyika kwenye makundi ya wachezaji wa mpira wa miguu wachezaji wa mpira wa netiboli, wachezaji wa kuvuta kamba pamoja na michezo ya jadi e, tunamshukuru Mungu tumepata matokeo mchanganyiko. Matokeo ya jumla tuko vizuri, tuna renki vizuri kabisa, lakini kwa matokeo ya timu moja moja bado tunahitaji improvement kwa maana ya timu zetu e, timu zetu za netball pamoja na kamba hazijapata matokeo mazuri sana, lakini tunajivunia kwa kile kitu ambacho tumekipata mpaka sasa hivi, hali ya timu timu ina morali, timu ina hamasa, ina umoja na mshikamano, majeruhi ni kidogo. Upande wa netball tulimpoteza kapteni wetu Scholastica ambaye aliumia kiwiko, na upande wa football nahodha wetu msaidizi Zuberi aligongana na mchezaji wa, wa ujenzi na kupata maumivu makali sehemu ya kifua. Wameshapatiwa huduma ya kwanza na wanaendelea vizuri. Michezo yetu iliyobaki tunatarajia, mpira wa miguu tumalize na timu ya Benki Kuu BOT, na kwa sasa katika pointi zetu sita tulizonazo, tunaamini tunaenda kuchukua zile pointi tatu zingine na kuwa tisa, ili tuweze kuongoza kundi. Na kundi letu kwa kweli lilikuwa ni kundi gumu, kwa sababu tulikuwa na bingwa mtetezi TANESCO, tulikuwa na maliasili ambaye pia ilifika robo fainali mwaka jana, lakini kwa kweli vijana wametoa ushindani na upinzani mkubwa na upande wa netball pia umetoa upinzani mkubwa pamoja na kamba. Kipekee ni mshukuru mwajiri wetu katibu mkuu ambaye aliridhia na kutuamini na kuja huku, lakini pia ni mshukuru mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu, Madam Priska Baton Luangili ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu, kwa kutupigia simu kila wakati kujua maendeleo ya timu, kututembelea kambini, lakini pia kushiriki siku hii ya uzinduzi. Tuhakikishie kwamba huku tunapambana, haijalishi matokeo gani tunapata lakini tunapambana lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sijawashukuru walimu wetu eh, walimu wetu akina Yusuf Gogo, akina Idris Shabani pamoja na na mwalimu wa mpira madam Kimwaga Caroline Kimwaga wa mpira wa mikono netball, wamefanya kazi kubwa. Niwashukuru pia wasaidizi wangu wengine kwenye timu akiwemo afisa habari wetu ndugu Mihava, dereva wetu ndugu Winason na dereva wetu mwingine Heriel wanafanya kazi kubwa kuhakikisha timu ina umoja na mshikamano. Lakini pia nashukuru hata wenyeji wetu waliotupokea hapa kamishna, pamoja na zile hostels ambazo timu zetu zimefikia. Tuna hostel tatu: tunayo Joyas, tunayo Ngimba na tunayo Matee. Kwa kweli wametupokea vizuri, tunajihisi tuko nyumbani. Vijana wanapendana, umoja na mshikamano ni mkubwa. Kilichobaki sisi tunaomba Dodoma wasubiri tu mataji. Tunaamini katika timu zetu hizi mojawapo itarudisha taji. Asante.